Kinachoendelea katika maeneo haya ya shule ya Mumasi ni ujio wa wageni wa Northern Mara Fried katika uzinduzi, uongozi kabisa wa Union makao makuu. Kweli imekuwa ni sehemu kubwa ya tukio kwa viongozi wetu kufika katika eneo hili la Modestachi Memorial Adventist School. Tunawakaribisha wageni ujio wao ambao umeshamilina hapa. Kinachoendelea sasa, tunaona viongozi wa Northern Mara Field pamoja na viongozi wa unioni wakishuka na kuteremka katika vyombo vyao vya usafiri, na kingine kinachoendelea hapa ni pamoja na wahandisi wetu wakubwa kabisa ambao wanasimamia suala zima la ujenzi. Wa, hivyo uh, wa kwetu imekuwa ni siku ya hafla kubwa kwetu, imekuwa ni siku ya pekee kwa ujio huu wa wageni. Tunawakaribisha sana katika shule ya Mmasi, tunawakaribisha sana uh, katika ujio huu siku ya leo ya tarehe ishirini na nane ya mwezi wa kwanza 2026. Kwa kweli imekuwa ni siku ya hafla na imekuwa ni siku ya kipekee, na hapo tunapoangalia mbele ni mgeni wetu anayetoka katika makao makuu anayetoka katika yunioni yetu, na nyuma yake kuna wageni wanaotoka katika North Mara Field. Ni jambo la kumshukuru Mungu na huyo mbele ni kiongozi wetu mkubwa kabisa, ambaye ndiye pasta wetu katika Northern Marafiki. Ni jambo la hafla kubwa sana, viongozi ndio kama hao ambayo tunawaona. Mungu ni mwema sana, Mungu anazidi kuwaongoza, Mungu anazidi kuwabariki. Bila kusahau kabisa, tukio kubwa ambayo inaendelea hapa ni uzinduzi wa ofisi kubwa, ni uzinduzi wa makao makuu wa Northern Marafiki mpya. Na hicho kinachoendelea, wanapewa reflekta viongozi wetu wa Northern Marafidi na viongozi wa Union. Na hii ni shughuli kubwa ambayo imesheni viongozi wote wa Union pamoja na viongozi wa Northern Marafidi bila kusahau uongozi wa shule ya Mumasi walimu wakiwa wapo na ujio wao mkubwa kabisa. Kamati yote ya ujenzi ikiwa imefika katika eneo hili la tukio ili kuweza kuangalia na kutazama kile kinachoendelea e, tukiendelea hapo tunaona e, kifaa chetu buldoza kikiweka uwanja sawa, kikusafisha uwanja mahali ambapo kutaweza kujengwa, uh, ofisi yetu Hivyo ndugu, tunawakaribisha wote katika huu uzinduzi mkubwa. Ni uzinduzi wa kipekee, ni uzinduzi ambao umeweza kuongozwa na uongozi wa shule ya Mumas, lakini ni uzinduzi ambao unasimamiwa na Union, lakini pia bila kusahau ni uzinduzi ambao uko chini ya Northern Mara Field. Kwetu sote tunamshukuru Mungu, hakika Mungu hii siku alikuwa ameipanga yeye. Hii siku ni siku ambayo Mungu ameitolea kibali, ni siku ambayo Mungu ameweza kutoa kibali cha pekee kwa uongozi wote huu kufika katika eneo hili. Hakika imekuwa ni baraka kwetu hakika imekuwa ni moja ya siku ya kipekee, ni uongozi wa Union pamoja <muchos> na uongozi wa North Limara Marafridi wakikaribishwa na wahandisi wetu ambao wameweza kufika katika eneo hili. Huu ni ugeni mkubwa kabisa ambao tunauona katika viwanja vya Mumasi. Ni ugeni ambao viongozi wetu kutoka Union na viongozi wetu kutoka Northern Mara Fridi wakiwa wamefika katika eneo hili, na huo ni utambulisho ukiongozwa na kiongozi wetu a, kiongozi ambaye anatambulisha hapo ni mwalimu Chambili akiendelea kuwatambulisha viongozi wa Union. Hii ni kamati ya ujenzi ambayo kamati hii ndiyo kamati kuu kabisa inayosimamia uh, ofisi kuu ya Northern Marafidi au makao makuu, na haya makao makuu ndio ambayo yanategemea kujengwa katika eneo la Mumasi, shule ya Mumasi, shule ya Modespachi. Na hao ni wanafunzi pamoja na walimu wao wakiwa wanaonekana, uh, waliokuja kupokea wageni kutoka kutokazi linaloendelea hapo. Uh, ni kiongozi kutoka union akisaini kitabu cha wageni, uh, katika viwanja vya Mumas ambapo ndipo ofisi kuu au makao makuu yatakapojengwa ya Northern. Ad, na huyo ndio kiongozi wetu, tumemshuhudia akisaini. Na hiyo yote ni kamati ya ujenzi ya makao makuu noteni mara kwa upande wa pili, tumemwona mwazini wetu wa unioni, na yeye akiendelea kusaini kwenye kitabu chetu cha wageni. Aa, katika viwanja vyetu hivi vya Mumasi maeneo ambapo patajengwa ofisi kuu au makao makuu ya NMF wote mnakaribishwa.